Omukasino wange, ni sawa sawa, uh, bibi ni wangu omukhazi. Haya, haya. Haya, ubibiniwangu alikuwa alikuwa zitatycbbkoanbalikwa majuu lakini, sasa naona vanga, nilimpea mimba na hiyo mimba tukakuja tukakosana kwa, kwa sababu vitu anaitisha inaitwa craving cramps ulipiana mimba e, lakini huyo dem akaanza kukuwa na cramps, anataka biskuiti, vindu vya waindi, vitu za waindi anataka tu kwenda msikiti, mara amanya waceshele.